Sikilizeni wa Tanzania, niwaambie kitu kimoja, msiwe mnakubali kuondolewa kwenye reli, msiwe mnakubali kutolewa kwenye mstari. Hiyo taarifa iliyosambaa jana kwenye mitandao ya kijamii, zile picha sijui za huku na huku, ile picha ni uongo. Angalia picha ya Samia Suluhu Hassan alipokuwa na yule balozi, sijui ni balozi yule yule kiongozi waliomposti ya tarehe nane mwezi wa kumi walipokuwa Ikulu, Samia akiwa amevaa nguo zile, zile ushungi ule ule na wa muhusika vile vile kilichofanyika tarehe nane, tarehe nane mwezi wa kumi e, ilipostiwa picha wakiwa kwa wingi Ikulu ndani kwao. Unajua kuna picha zile wanapigaga kwanza wakiwa kama wa nne watano, na kuna picha ile wanapiga wakiwa tu wawili mgeni, mgeni rasmi na mwenyeji aliyempokea ambapo kwa, kwa jana walichoposti, wameposti ile picha ya ya nani ya mgeni rasmi na mwenyeji unaona. Lakini tarehe nane picha zilizotolewa ni wale walikuwa wahusika wale, wale, wale. Na ogopa sana wa vijana ya UVCCM ukiona uh, wanasambaza picha sana, wanaisambaza kwa wingi watu wa CCM, ujua kuna tatizo, kuna jambo. Maana ile picha jana ilisambaa sana, na yote wanakuwa najaribu kutumia nguvu kujibu hoja zangu, kile ambacho nakuwa nafikisha kwa jamii wanajaribu kukiprove wrong, lakini wanavyotaka kukiprove, watu tayari tunakuwa na ushahidi. Umenielewa? Niwaulize, niwaulize tu kitu kingine. Mgeni yote akienda Ikulu akipokelewa Ikulu lazima huwa kuna video ambayo inapostiwa video the way gari mgeni anashuka kwenye gari, mwenyeji anampokea anaingia ndani, na the way anaviwagana. Je, kuna video yote ya jana kweli kama viongozi wa Marekani walikuwa Ikulu mlioiona? Jibu ni hapana, haipo. Je, kwa hivi karibuni, kuna video yote ambayo umeshaona ya Bimsumi aidha natembea naongea? Jibu ni hapana. Swali lingine la tatu, ili nataka ni waulize maswali, alafu mtajibu kwenye comment hapo, mtajua point the many point ni ipi. Kitu kingine ni kwamba eh, toka Tanganyika imepata uhuru, toka Tanganyika ipate uhuru, kulikuwa na utaratibu wa kila tarehe tisa Disemba huwa ni sikukuu ya kusherekea siku ya uhuru, alafu tarehe nane tarehe nane tarehe nane Disemba usiku wa kuamkia tarehe tisa kuwa kuna utaratibu ambao kiongozi aidha raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuwa anatoa speech ambayo inakuwa inarushwa live kwenye TV sana sana TV ya taifa ambayo ni TBC, itaanza tapigwa wimbo wa taifa kuweka watu wa attention, watu wana baada ya wimbo wa taifa ni hotuba ya rais ambayo anaongelea na kutakia watu siku njema ya uhuru. Sasa swali, je, maraisi wote wanafanya hivyo? hata hayati Magufuli kafanya hivyo. Mwaka jana pia Bimsumi mwenyewe kafanya hivyo. Inakuwaje mwaka huu ambapo jana tarehe nane yeye kama rais, ijapokuwa kweli walitangaza watasherekea, hatafanya sherehe za uhuru eti kwa sababu ya kubana matumizi, kitu ambacho sio kweli. Hawakufanya kwa sababu ya kutaka kuepusha maandamano ila sio kubana matumizi, kwa sababu kaa kubana matumizi, ufisadi ambao Bimsumi anaofanya mbona hajawahi kufikiria hata siku moja kubana matumizi kwenye ufisadi? Jibu ni kucheza na akili za Watanzania. Kwa kifupi, jana tarehe nane Bimsumi alitakiwa atoe speech ya kutakia watu heri ya Uhuru Dei, ambao inarushwa kwenye TV zote za taifa. Alishindwa nini kufanya na kwa nini haikufanyika? Think.